Nakumbuka kuna time nilikwanga, nimesema mimi simu ikipitisha 10k isiwezi bayi, kwani ni shamba? Ni umaskini, ilikuwa inanisumbua <laughs> wadiumi na tisimu ikipita 10k wezibai, kwani unataka kubaini nini mkebe? <laughs> Hiyo mentality ya umaskini, toa, mtu wangu, toa. Inakufanya, inakuhinda from getting good things, beautiful things. Unajifungiaje na mdomo, ati mimi rent ikipita iki fouti kei siezi ishi? Ni umaskini, mtu wangu, ni, ni umaskini. Eh, atio gari ya milioni kumi na nane siezi bayi ndi afadhali niende ni bai maeka. Wewe hiyo milioni kumi na nane uko nayo si? <laughs> siungoje tu goda kupatie tu ka chance hivi upate uone kama hata hautanunua hewa? Ni umaskini hiyo mentality nilitoa, because mimi simu hata ikuwe 300 tao ekelea hapa, si ndio? nataka ile letter at rent ni 1 point shika, I can I can pay for it na nime nimejikubali hiyo maskini mentality tupeleke na ukoo.